Na katika mkoa katika maelekezo ya usimamizi yapo kwa afande wetu kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Kasta Ngonyani ambaye ndio alapsi Katavi, ametoa baraka zote kwamba nije nikikuhudhuria katika hii siku ya Mikaeli kwa watoto kanisa la KKT Katavi Mpanda hapa, nije kuongea na jumuiya ya hapa kanisani waumini na watoto pia, kwa sababu jeshi la polisi eh, katika utekelezaji wake wa milani ina miradi ishirini na mbili. Sasa watoto wanaguswa wapi? Wanaguswa kwenye mradi ambao unahusiana na mambo ya dawati la ukatili na unyanyasaji wa kijinsia. Ndio nikamua nimwambie tu afande alapisi Katavi kwamba kwa kibali chake, na mimi nikiwapisha kamishena ya polisi mimi kimkoa, nije kuongea na wazazi na watoto na waumini wengine, lakini lengo kuu kama livolivogea kwenye Biblia tuwapende watoto na kuwajali katika Bwana, lakini sisi na polisi tukaelezea kwamba lazima tuwe tuna malengo ya hii elimu elimu hii maelezo, malengo yalikuwa kwanza tujue nini malezi bora ya mtoto, ambayo tuyazingazia ni manne: malazi, chakula, mavazi na elimu. Alafu tukasema hapana, kama tunampa mtoto hivyo anaelewa mtoto, pia aelewe kwamba malezi bora ni yapi na nikiakosa nini kifanyike, kulingana na mafunzo ambayo tumepewa leo. Mzazi ana jukumu kwanza la kumlinda mtoto, anatakiwa kumlinda na kumpa haki zake za msingi. Lakini pia kama tulivyoambiwa pale na inspekta na mfundishaji na, na, na, tunapaswa kuwa karibu na watoto wetu ili tuweze kujua changamoto zao, lakini pia tuweze kuwapa support katika makuzi yao. Alimoja jambo ambalo pia wamesisitiza zaidi, okay, ni kuhusiana na utumikishaji juu ya watoto. Na hii ni changamoto ambayo kwa manispaa yetu ya Mpanda ipo na tumekuwa tukiona mara kadhaa, tuna watoto wadogo wa wakifanya biashara ndogo ndogo ambao sio wa umri wao. Pengine nitumie nafasi hii kwa kutoa wito hata kwa waumini wa Kristo, lakini na watu wengine wa madhehebu mbalimbali na dini nyingine kuhakikisha kwamba uh, tuna kidhi ama tunazingatia uh, zile sheria ambazo zinamlinda mtoto kwa kumpatia haki zake zote, ambazo uh, zitamfanya mtoto awe katika mazingira a salama kwa uh, kumuondoa kwenye biashara ambazo sio umri wake mtoto, kwa wakati huo anakuwa anahitaji kupatiwa elimu.